Tungefanya vile, tungefanya hivi, angetoka yule, angeingia yule, hayo yote kwa sasa hayana nafasi. Chenye nafasi kwetu wanasimba ni kununua tiketi. Tuko nyumbani kwetu Benjamin Mkapa, tunajua namna gani tunapaswa kunufaika na Benjamin Mkapa. Kwa hiyo, wanasimba wao jukumu lao la msingi ni kununua tiketi, tukutane Benjamin Mkapa. Mimi niwaambie tu ya kwamba hatutawaangusha na wale wote ambao wamekata wame, wame tamaa wakumbuke mechi na Sfaxien. Wapo watu ambao walishaondoka uwanjani alafu wanapiga getini, wanasikia shangwe nyama, tayari ame, ame, amefuzu kwenda robo fainali. Kwa hiyo hii sio simba ya kuikatia tamaa, hii ni katika simba bora ambayo tuko nayo kwenye kizazi chetu, ni simba ya kuijaza matumaini, ni simba ya nusu fainali. Sasa eh, leo tunaanza uzinduzi wa kispika. Tunaanzia eh, tunaanzia mbezi sokoni, stendi ya daladala eh, mbezi, mbezi ya Kimara. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwaalika ndugu zangu waandishi tunaanza mpute mpute sasa. Ha, e, tutakuwa na kimuhemuhe cha siku tano hapa ambacho kimejaa matukio mengi mazuri kweli kweli. Na subscribers wenu na viewers zitaongezeka sana, kwa sababu tutakuwa na matukio mengi na tutashusha nondo za maana za kuwavutia watu waangalie YouTube zenu. Kwa hiyo nichukue nafasi hii, ndugu zangu waandishi wa habari, kuwaalika hapa. Tunakwenda nyumbani tu kuoga, kupiga mswaki na kuondoka kuelekea eneo la tukio. Tunakwenda kuanza kazi ya kuhamasisha wanasimba, kuwaita wanasimba na kuwauzia tiketi wanasimba. Tukutane Benjamin Mkapa, tunakutana kwanzia majira ya saa nne asubuhi katika tawi la mpira pesa pale Magomeni, na baada ya hapo tutaondoka kwa maandamano. Wewe sije kukuona wewe kwenye shughuli zetu nyuma, usikae nyuma, unakaa wewe sio kipa. Kwa hiyo tunaanza shughuli zetu hii leo, na tutakuwa na mtiririko huo wa matukio kuanzia leo mpaka tarehe tisa, siku ya mchezo. Kwa mengi ambayo mna shauku ya kuyasikia na kuyaona tukutane hapo katika uwanja, katika tawi lala Manzese la Magomeni. Usafiri hupo Lakshar, gari nzuri kosa yenye AC na nyiye mnajua sisi waandishi nyinyi tunawajali vibaya mno. Kwa hiyo mnakaa zenu mle, mnapata hewa huku, mnachukua matukio mbalimbali, na nichukue nafasi hii kuwaalika vilevile Wanasimba, Wanasimba wa Kimara wambezi wa kibamba wakivule wakibaha tukutane hapo twende tukaizungumzie Simba yetu, safari hii tumekusudia sio tu kumfunga ni kumchakaza Almasi. Sio utamu utamu. Utamu? Hmm. Utamu? Utamu, hmm. Utamu ni zile mechi zenye pwenti. Eh, unachukua alama. Sasa hii maana yake hii hatujagawa utamu kwa sababu mechi haijaisha bado. Hii kuna accumulative utamu. Yani yule wa mwisho atakayefungwa mwisho ndo amegawa utamu. Na anayecheka mwisho ndo anayecheka sana. Hii tunakwenda msfanali

na na nani nanani na berikane finali laini yangu kwao, tutakuja tena hapa mara nyingine. Laini yangu ya, ya misri hapa sijaitupa kwa sababu <laughs> <laughs> katikati ya mwezi wa nne tunarejea tena misri kwao, sijaitupa laini yangu i ya hapa ina kila <laughs> kitu <laughs> baba <laughs>